Mtazamaji wa Mnyasa Media anaungana hapa na shabiki wa Simba e, mateleka kwenda kuzungumzia kitendo cha timu ya Simba e, kuzuiwa kuingia e, katika dimba la Benjamin Mkapa kufanya mazoezi yao ya mwisho e, kwa ajili ya kuwakabili watani zao Young Africans siku ya kesho. Eh e, bwana habari za jioni? Habari za jioni nzuri, sijui. Mambo yanaenda mambo yanaenda bwana tutamshukuru Mwenyezi Mungu e, bwana, wana ubaya ubwela. Nini a, kimetokea Benjamin Mkapa? Ah, mimi kuna taarifa nimeisikia na kwenye mitandao nimeona a, a, jambo lilofanya klabu ya Yanga sio nzuri. Ah, sio nzuri kwa sababu imedhihirisha kwa nini Yanga kila bingwa ametoka mapema. Ah, imedhihirisha kwamba wao mizi mechi za ndani ndio wanaziweza wao. Eh. Ila mechi za kimataifa waziwezi. Ah, kwa sababu huwezi kumwogopa mtu ambaye ushamfunga mara nne. Ah, unamuogopaje mtu ushamfunga mara nne? Anakuja uwanjani na uwanja ni wako wewe. Yeye anakuja uwanjani kwa ajili ya mazoezi ya mechi ya kesho. Unamwambia hmm, siingie uwanjani, unategemea nini? Iwapo ushamfunga mara nne, unaogopa nini? Na Kaya, mechi ni yako wewe eh. Sasa hivi mimi sikupendezewa na lile wanaitia aibu taifa ah. Wanaitia aibu taifa kwa sababu sheria inasema wazi mwenyeji anamwachia mgeni afanye mazoezi kabla siku ya mechi hiyo, ndiyo sheria. Baada ya pitching mechi asubuhi saa nne, ile mnaporudi jioni, mnakuja kwenye mazoezi ya mwisho kwenda kwenye mechi. Kwa hiyo unapomzuia, maana yake kuna sababu unazo, kwa hiyo inadhihirisha wazi kwa nini Yanga imetoka kwa bingwa asubuhi, eh bwana eh. Umezidisha wazi. Ndo no, no, sababu ni imezidisha wazi. Sababu Yanga amezoea ya mechi za ajabu ajabu. Ana, ana mechi nyingi za nje ya uwanja. Sio mechi za ndani ya uwanja. Inadhihirisha wazi. Huo ni ushirikina. Ukisikia ushirikina ndio huo. Ni mechi za nje ya uwanja wanacheza Yanga, eh. Alafu ndio dakika 40 se sekunde ya 40 40% wanacheza ndani ya uwanja. We. Ndio ndio maana yake. Kuniambia unamzuia mwenzio. Kwa nini unaniambia hii ni ushirikina? Ni ushirikina. Ni ushirikina topical. Haiwezekani. Mgeni mgeni wako amekuja, atakao mpokee mgeni, umkaribishe mazoezi ya jioni ama hizo mazoezi asubuhi, ajiandae kwa mechi ya jioni ni siku inayofuata, mm. Unapomzuia asiingie mazoezini, umetumia tekniki gani? Umetumia sheria gani? Kanuni gani umetumia ya kumzuia? Sasa nawaambia TFF walione hili, walione hili. Kwa hiyo unawaambia una, una, una, una nini TFF wachukue adhabu, wa, wa, wachukue hatua eh, wachukue hatua kwa sababu sheria ndio inasema kwamba klabu ya Simba ilitakiwa leo ifanye mazoezi kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Leo jioni. Wengine wana wengine wanasema mashabiki wa Simba angalau hata kama kama vipi basi mechi hairishwe. Haya ni ya kweli. Unapoona kuna tukio tofauti. Mnataka mwahirishe mechi? Unapoona kuna tukio tofauti. Linakuumiza kitu. Nataka kuhairisha mechi. Eh, saa hii tu. Saa hii kwa sababu tayari kisha kuna walakini. Mwenyeji wako kashatoa walakini, wategemea nini? Sikasha kufukuza manake. Eh. Mimi ni mgeni nimekuja kwako, unatoa walakini. Hata chakula sili. Sawa, so, siwezi kuishi kwako. Lazima niondoke. Na ndio maana Simba inafanya vizuri Afrika kwa sababu mm, inapokwenda nje na kwa viwanja inacheza Waarabu angalau wagumu wanampa kiwanja Simba anacheza. Asubuhi wanajiandaa mechi ya jioni. Wanafika. Na hakuna siku Simba amezuiwa viwanja. Kwa nini yeye Yanga mechi ya nyumbani tena ya ligi ya Tanzania unamvua mwenzio? Asifanye mazoezi. Ma, ma, ma, ma, unategemea nini? Si aibu Afrika unaitia. Kwa sababu hii taarifa hii imeshasambaa Afrika nzima ipo kwamba Yanga amemzuia Simba kuingia kufanya mazoezi. Ni vitu vya vya kihuni, hivi ni vya kihuni. Ah? Ukisikia mbeleko ndio hizi. Hizi ndio mbeleko anaanza kuzitafuta mapema kwa sababu tulisema kwamba Yanga mechi iliyopita, unajua Yanga unajua Yanga wametumia akili. Mechi iliyopita ile Yanga wamepata um, um, ushindi kwa goli la la, la, Lefali. Kama kungumu mnazo. Mm. Simba alipata penalti tatu Kibu penalti mbili. Ateba penalti moja, kipa Yanga haidaka mguu Ateba. Penalti ilikuwa ile. Kibu leza alifua goli dakika ya tatu. Lefali kazima offside. Sawa? Lakini Lefaria akapa goli la kumeza filimbi. Kwa Yanga kipindi kile Simba bado mbichi. Simba hii ina Elia Mpanzu. Simba hii ina Kiblesi ameiva. Simba hii ina Ateba. Simba hii ina Tsweka Lef kuliko goli. Yanga muona hapa kweli kesho tutakuja kuumia. Na ndio maana akatumia mbinu hizi kuwafanya Simba zitoe na hasira. Tutoe timu uwanjani. We. Ili wao wanufaike. Tukitoa sisi wakitoa sisi wakitoa mchezoni tutakuwa na hasira. Tutakuwa na hasira tutatoa timu uwanjani. Tukitoa timu wao watafurahia. Sasa nawaambia na... kuna goli tatu tumshawaandalia goli tatu tumewaandalia goli tatu safi, na ndio maana washajua, aakufanya bule wale wamechungulia. We Yanga wanaongoza kwa ushirikina Tanzania na Afrika. Wamechungulia, wameona kwamba hapa Simba anatupiga tatu, tufanyeje? Wamwabio wanajua, tukifanya sio wageni wale, sio wageni. Yanga wanajua mpira, wana viongozi thabiti kuna kuna mwenyekiti wa vilabu wa Afrika yuko pale, hajui hili injinia, hajui hili wanafanya, wanakijua chokifanya. Yanga kuizuia Simba wameipa hasira Simba ili kesho tukasirike, tutoe timu uwanjani, na sisi tunawaambia hatutoe timu uwanjani. Huo ndio ubaya ubwela tunawaonyesha kesho. Tupiga tatu bila, mimi nakwambia sasa, kesho uje uone mpira kesho tatu bila, nimekuambia, raundi ya kwanza Eh, walipata goli la lefarila Kayoko. Eh. Alimeza filimbi. Eh. Wameona mpira uliochezwa. Kipindi kile Simba ni ya baridi. Haijakuwa hivi. Eh. Eh, Simba leo ni ya moto. Simba leo naongea na Simba ndio ingia shirikisho shi, shi, shi, robo finali iko Afrika. Leo hii naongea hivi. Yanga imefunguzwa asubuhi na, eh, klabu bingwa eh. Kwa hiyo unakuja na Simba baya moto, Simba yenye uwezo mkubwa, Simba na ufadi wenye hutu, Simba naongoza kwa magoli mengi. Kwa hiyo Yanga anajua moto wa Simba unakuja kesho. Eh, hey, bwana kwa hiyo mashabiki wa Simba mnalipa na kuzungumza, sisi hapo kwetu tunatoa majonzi makubwa. TFF waliangalia hili, watoe taarifa mapema na maamuzi watoe haraka, ili waamue kwamba kwa nini Simba imezuiwa kufanya mazoezi mapema. Waangalie hili, isipokuwa hivi, kutakuwa na tatizo. Sisi tukifungwa kesho sababu tunazo ah, tukifungwa kesho sababu tunayo na ule uwanja mchafu wamesha om, om, uchafua. Hatutaki uwanja ule. Sasa tunahitaji yeah, hey, hey, cool yeah, uwanja wa KMC au uwanja wa Chamanzi. Aiwezekana tupiwe kwa Zanzibar Jamhuri, uwanja Zanzibar, tukacheza kwa, kwa mechi ya kesho kwa mechi ya chafua. Na nakana shabiki wa Simba umekasirika sana. Imetokea ambacho kimetokea, imetokea kwa sababu ni upumbavu wamefanya, haijao kutokea Afrika ndio wanafanya wao hasa. Huu ni mambo ya kitoto, hizi timu kubwa wanachogopa nini? Eh, nini hebu niambie eh? Hiyo wambia, kiboko. Kiboko, wandalia, kwa kesho, kwa ile. Kwa hiyo, ni shida tumewaandalia kiboko, kiboko tushawaandalia, tunakwenda kuwachapa kesho wastahili yoyote ile. Huo ndo ubaya ubwela Siku nyingine wasifanye hilo tena. Ah? Sio sheria hiyo kufanya hivyo. Wachukue hatua. Walisikaria na kamati yake ya mashindano chukue hatua kwa tukio hili, sio zuri. Inatia aibu nchi na inatia aibu chama cha soka. Ah. Wale chama hiyo kabisa. Ah, pole sana bwana. Naona kama kasika sana bwana. Imelikera, sio nzuri. Inatia aibu taifa. Sasa mashabiki wa Simba mnalipi la, la, la kufanya sasa? La kufanya tutasubiri taarifa viongozi wetu. Sababu Simba ni kabu kubwa na viongozi ina watu wenye weredi. Watakaa watatafakari, on the day watachukua hatua, wana ubaya ubwela. Sasa kesho mtaenda uwanjani? Tunasubiri viongozi wetu, watatoa tamko sawa. Wakitoa tamko, tunaja uwanjani hey. Sima na viongozi bora, viongozi makini, wenye uwezo mkubwa wa kufikiri. Wakitoa taarifa, tutakwenda uwanjani kwa taarifa yao. Wao wakisema tusiende, aingie hata mtu mmoja pale uwanjani huu hey. Ndo ubaya ubwela. Sisi ndo viongozi, sisi ndo wapenzi na wanachama bora Afrika, tuliokuwa beji na kafu Eh, bwana nikushukuru na nikutakia ni kila laheri na kuhusiana na hiki ambacho eh, kimeendelea pale Benjamin Mkapa. Asante sana.